Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, Benjamin Kuzaga, amewataka vijana kuchangamkia fursa hiyo, huku akihimiza jamii kwa ujumla kuwa na utamaduni wa kufanya mazoezi ili kuimarisha afya zao. Michezo hii ni gharama na kwa sababu ni gharama, basi ili kuonyesha kwamba mheshimiwa e, Tulia ameiandaa kwa nguvu zake zote, sisi jukumu letu ni kujitokeza. Niwaombe viongozi wa serikali za mitaa viongozi wenzangu wa hawa um, madiwani pamoja na watendaji wa kata wahimize wananchi, siku hiyo wafike hapa uwanjani, uwanja huu wa eh, Sokoine tuweze kuujaza. Nimeambiwa tarehe tisa kutakuwa na eh, maandalizi, kwa hiyo na mbio zimeongezeka. Kuna kilomita tano, ta, kilomita kumi, kumi na tano, ishirini. Hiyo yote ni maandalizi. Kwa hiyo vijana wakimbiaji, naomba sana tujitokeze. Kwa upande wake afisa habari wa Tulia Trust, Joshua Edward, amesema maandalizi yamekamilika na ametoa wito kwa wakazi wa Mbeya na maeneo jirani kujitokeza kwa wingi, akieleza kuwa michezo si tu inajenga afya bali pia huleta mshikamano na ushirikiano katika jamii. Mbeya tumeweka rekodi kupitia mwanariadha wetu wa zamani ambaye rekodi ijavunjwa mpaka leo ambaye anajulikana kama Luisa John ambaye alikimbia kwa muda mfupi sana kwenye zile mbio za mita mia, mpaka sasa rekodi hiyo bado haijavunjwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tukiwekeza zaidi Mbeya, tutapata kitu ambacho ni kikubwa zaidi. Nao baadhi ya washiriki wa, wa marathoni hiyo akiwemo Kempesi Hamidu na Queen Ngombile wamesema wamejiandaa kikamilifu kushiriki mashindano hayo na wanaamini kuwa ni jukwaa zuri la kuonesha vipaji vyao na kuchangia maendeleo ya vijana. Huwa kila mwaka huwa anashiriki, lakini mwaka huu imekuwa babu kubwa sana. Kama leo, ruti ya leo amshaamsha amsha, leo tumekimbia tume, tume, tume na fidosi toka mkoani Mbeya. Imekuwa ruti nzuri sana, lakini natoa wito kwa wanamazoezi, kwa ranazi wote maki ya Dar es Salaam. Kule kuna ranazi kibao sana, kuna goba ranazi kuna vikundi vya jogging vyote, kama hawajajisajili bado, basi hawajisajili, muda umeisha. Tumebaki na wiki moja tu kuanzia sasa hivi kwa ajili ya Tulia Marathon. Ilikuwa na magonjwa sukari, BP, lakini sasa hivi sukari imeondoka, sina sukari na nina umri mkubwa kabisa, lakini ukiniona, naonekana na miaka 35, kwa sababu nimepata faida ya jogging. Ninapofanya mazoezi najitibu na mwenyewe arisina, Mashindano hayo rasmi yanatarajia kufanyika tarehe tisa na tarehe kumi mwezi huu katika viwanja vya Sokoine jijini Mbeya ambapo washiriki watahitimisha mbio hizo na washindi watapewa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslimu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya mimi ni Samuel Mpogole.